taasisi za kijasusi ambazo sasa zinahusiana na ukusanyaji wa taarifa na usalama wa taifa zilianza kuibuka mwishoni mwa karne ya kumi na tisa yaani mwishoni mwa miaka elfu moja mia nane mfano ujerumani ikichukuliwa kuwa taifa la kwanza kabisa kuanzisha shirika rasmi la kijasusi chini ya utawala wa kansela wa ujerumani wakati huo Otto von Bismarck iliunda shirika lililojulikana kama albeilog elb taasisi iliyolenga ukusanyaji wa taarifa za kijeshi na kiasili za kigeni hatua hii iliashiria mwanzo wa mfumo wa kisasa wa kijasusi wa serikali, ambapo mataifa mengi yalianza kuelewa umuhimu wa taarifa kama silaha ya kisiasa na kiasili, ikizingatiwa hatari ya kijiografia na kisiasa zilizokuwa zikikuwa duniani kwa kasi. Mataifa haya ya kifahari huunda usalama wa dunia kupitia shughuli za siri, vita vya mtandaoni na ujasusi. Mashirika haya si vituo vya ujasusi tu, bali pia ni vikosi vya kimkakati vinavyofanya kazi nyuma ya pazia, kukusanya taarifa, kushawishi sera za kigeni na mara nyingi kuzuia migogoro kabla ya kuzuka. Uharamia mwingi unaofanyika hivi sasa duniani kwa kiwango kikubwa ni kwa sababu ya uwepo wa hizi taasisi za kijasusi ambazo hupeleleza na kupeleka taarifa nyumbani. Leo hii nakuletea top 10 ya taasisi hatari zaidi na zenye nguvu duniani. Bila shaka umo zisikia taasisi nyingi kama CIA na nyingine nyingi, tutazisikia kama hapa zipo. Tukianza na nambari kumi hadi nambari moja. Taasisi nambari kumi duniani imeshikwa na taasisi ya nchini Ufaransa inayojulikana kwa jina la Directorate General for External Security, DGSE. Taasisi hii ilianzishwa rasmi mnamo Aprili mbili mwaka 1982 ikichukua nafasi ya iliyokuwa taasisi ya awali ambayo ilijulikana kama Service Di documentation exterieur de central espionage, shirika la awali la ujasusi la kigeni la Ufaransa. Taasisi hii inafanya kazi zote zinazofadhiliwa na serikali ya Ufaransa na inasemekana kwamba bajeti yake huidhinishwa na bunge japo kwa siri tu, ambapo kwa miaka ya hivi karibuni inasemekana hupokea hadi kiasi cha euro milioni 748 pamoja na pesa nyingine za pembeni ambazo hukadiriwa kufika mpaka euro milioni 50 kutoka kwenye fedha maalum. Nambari tisa imekamatwa na taasisi moja kutoka nchini Australia inayojulikana kama Australian Secret Intelligence Service, yaani ASIS au ASIS ni shirika la ujasusi la kigeni la serikali ya Australia ambalo lina jukumu la kukusanya kuchakata na kuchambua taarifa za usalama wa kitaifa kutoka duniani kote hasa kupitia ujasusi wa kibinadamu. ASIS ilianzishwa rasmi mnamo Mei 13 mwaka 1952 kwa amri ya utekelezaji kutoka kwa waziri mkuu wa wakati huo Robert Menzies. Japo kuwepo kwake kulikuja kujulikana baadaye sana hadi mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili. Kwa hivi sasa mkuu wa taasisi hiyo anajulikana kama Kerry Hartland ambaye aliteuliwa tangu Februari 20 mwaka 2023, na na na hii pia hufanya shughuli zote ambazo ziko chini ya serikali ya Australia. Taasisi nyingine ya kijasusi iliyoshika nambari nane ni Inter Services Intelligence inayotoka katika taifa la Pakistani. Shirika hili la Pakistani linachukuliwa kuwa ni moja kati ya mashirika yenye nguvu na hatari zaidi ya ujasusi duniani na hususan katika eneo la Asia. Lilianzishwa mwaka 1948 baada ya vita vya India na Pakistani vilivyodumu kwa mwaka mmoja kati ya mwaka 1947 na 48. Lilijengwa katika misingi kama kitengo cha kijeshi, lakini sasa ina jukumu kubwa la ujesusi wa kisiasa na kiusalama kwa Pakistani ikishirikiana na baadhi ya taasisi za Pakistani kama jeshi, polisi na mashirika mengine ya usalama nchini humo. Nambari saba imeshikiliwa na taasisi kutoka nchini Ujerumani inayojulikana kama Bundesnachrichtendienst ambayo kwa Fupi ni BND. Ni shirika la ujasusi la kigeni la Ujerumani ambalo liko chini ya ofisi ya kansela wa Ujerumani. Makao yake makuu yako katika mji wa Berlin na ina vituo zaidi ya 300 Ujerumani na nje ya Ujerumani ambapo mwaka 2016 iliajiri takribani watu 6500 ambao ni sawa na asilimia kumi ambapo asilimia kumi ya waajiriwa hao ni wanajeshi ambao wameajiriwa rasmi na ofisi ya sayansi ya kijeshi BND. Ndio shirika kubwa zaidi la jumuiya ya ujasusi ya Ujerumani. Na usichokijua ni kwamba Ujerumani ndiyo nchi ya kwanza duniani kuanzisha taasisi ya ujasusi, ndo yakafuata mataifa mengine. Nambari sita imeshikwa na shirika moja ambalo ni kama wizara hivi ya ulinzi ya China, inajulikana kama Ministry of State Security, MSS. Hii ipo chini ya wizara ya usalama ya China na inasimamia ujasusi wa ndani na nje kwa kuzingatia ujasusi wa mtandaoni, ufuatiliaji wa kigeni na dhibiti kikamilifu wa kiitikadi na kulinda utawala wa chama tawala nchini humo cha kikomunisti kinachojulikana kama CCP. MSS ina matawi katika miji takribani mia sabini nchini humo ikiwa na ofisi katika mji wa Beijing. Hii inajumuisha Shangai State Security Bureau ambayo ni moja ya ofisi kubwa zaidi, ikiwa na uwezo wa kuhifadhi hadi wafanyakazi elfu kumi katika jengo lake kwenye makao makuu hayo. Taasisi hii ilianzishwa mnamo mwaka tatu, ikiwa na makao yake makuu Beijing na inakadiriwa kutumia bajeti ya hadi dola bilioni sita kama taasisi ya kijasusi. Huduma ya usalama ya taasisi hii pia inasemekana kuwa hufanya operesheni nyingi pale katika eneo la Asia, hususan Asia Kusini. Nambari tano, imekamatwa na shirika kutoka nchini Urusi na ujulikana kama Federal Security Service of Russia. Huduma hii ilianzishwa mwaka 1995 kama mrithi mkuu walilokuwa shirika la umoja wa Kisovyeti, kwa kifupi KGB. Kufuatia kuvunjwa kwa KGB baada ya kusambaratika kwa umoja wa kisovyeti mwaka 1991, ilibadilika kutoka huduma ya kukabiliana na ujasusi ya shirikisho FSK, na tangu wakati huo imekuwa kiungo muhimu katika mfumo wa usalama wa kitaifa wa Urusi. Ofisi kuu ya FSB iko katika jengo la kihistoria la KGB katika mji mkuu wa Moscow. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za utafiti wa kijeshi na kiusalama, FSB ina takribani wafanyakazi laki mbili hadi laki mbili na nusu wakiwemo maafisa wa upelelezi, wachambuzi wa taarifa na maafisa wa vikosi maalum kama vile matawi ya FSB na nyinginezo bajeti yake kamili haijulikani kwa umma kwa sababu ya usiri uliopo, lakini makadirio yanaonyesha kuwa hufikia hadi dola za kimarekani bilioni tano kila mwaka, sehemu kubwa ikitoka kwenye bajeti ya ulinzi wa taifa. Katika miaka ya hivi karibuni, FSB imekuwa na jukumu muhimu katika sera za ndani na nje ya Urusi, ikihusishwa na operesheni za kupambana na ugaidi nchini humo na kitisho cha Urusi kudhibiti upinzani wa kisiasa na pia uandishi wa habari wenye mambo mengi kwa serikali ya Urusi na shughuli za kijasusi za kimtandao zinazolenga nchi za Magharibi. Moja kati ya operesheni za hivi karibuni za FSB ni kufanikishwa kukamatwa kwa aliyekuwa mwanaharakati Alexei Navalny aliyefia jela, ambapo awali alikimbia nchi lakini FSB ilifanikisha kumkamata. Kwa mtazamo wa kimataifa, FSB ni chombo chenye nguvu sana kinachoonekana kuwa kiini cha mfumo wa usalama na utawala wa kisiasa wa nchi hiyo ya Urusi. Na usichokijua ni kwamba wakati wa vita baridi Urusi ilikuwa ikitumia taasisi zake za ujasusi kwa ajili ya kupeleleza taarifa kwenye maeneo mengi zaidi duniani, na mpaka hivi sasa bado inasemekana kwenye maeneo mengi ambayo Urusi inashiriki kwenye opereshen zake ikiwemo Ukraini, FSB inahusika moja kwa moja kwenye kufanya upelelezi wa kile ambacho kinaonekana kuwa ni kitisho kwa serikali ya Urusi. Nambari nne imekamatwa na shirika moja linalotoka katika taifa la India linalojulikana kwa kifupi ni kama RAW ama ro, kirefu chake ni Research And Analysis Wing ambayo makao yake makuu yapo kwenye mji mkuu ni Udelhi. Kikosi cha utafiti cha uchambuzi RAW ni shirika kuu la ujasusi wa kigeni nchini India. Lilianzishwa mwaka F 1968 ili kuimarisha usalama wa kitaifa kupitia ukusanyaji wa ujasusi wa shughuli za siri. Taasisi hii iliundwa mnamo Septemba mwaka F 1968 kutokana na kushindwa kwa ujasusi wakati wa vita vya China na India vya 1962 na vita dhidi ya Pakistani vya 1965. Kilianzishwa kushughulikia masuala ya ujasusi wa nje wa India, ambayo hapo awali yalisimamiwa na ofisi ya ujasusi ya India, yaani IB lakini pia taasisi hii ina jukumu katika mkakati wa kidiplomasia kupambana na ugaidi na utulivu wa kikanda ambapo operesheni zake zinafanywa hasa katika eneo la Asia Kusini. Hata hivyo, takwimu rasmi za sasa za wafanyakazi na bajeti ya shirika hili zimebaki kuwa siri, japo baadhi ya makadirio inasemekana kuwa ina mamia ya wafanyakazi katika taifa hilo na eneo la nje ya India na bajeti yake inakadiriwa kufika mpaka dola za Kimarekani bilioni 145. Tatu, imeshikwa na shirika hatari zaidi ambalo huwa linatumika zaidi kwenye muvi pia duniani kote, hili si lingine bali kutoka mashariki ya kati lijulikanalo kama Mosadi. Mosadi ndo shirika linaloongoza hivi sasa inavyozungumza kwenye operesheni nyingi zaidi za Israeli na maeneo mengi yanayohusu masilahi ya moja kwa moja ya taifa la Israeli. Jina lake Mosadi limetoka kwenye jina la Kiebrania lenye tafsiri ya taasisi kuu ya ujasusi na operesheni maalum kwa Israeli, mojawapo ya mashirika matatu makuu ya ujasusi ya Israeli pamoja na amani, ambalo ni ujasusi wa kijeshi na Shin Bet; hii hapa ni kwa ajili ya usalama wa ndani. Mossad inahusika na usanyaji wa ujasusi wa kigeni, uchambuzi na shughuli za siri kwa Israeli. Mossad imeisaidia Israeli kutekeleza operesheni zake nyingi kwa miaka. Hivi karibuni umesikia Israeli imeua wanasayansi wa Irani. Kuna wakati Kasim Suleimani aliyekuwa ameuawa akiwa kwenye ndege akilengwa kutoka Israeli, ilikuwa ni kazi ya Mossad, lakini pia nitakuletea kisa chake Mossad. Kuna wakati pamoja na utaalamu wao wamawajichanganya kwenda kuua mtu ambaye hausiki, ikasababisha kulegalega kwa ushirikiano kati ya Israeli na Norway miaka 1900 lakini bajeti yake inasemekana kufika mpaka dola za Kimarekani bilioni mia mbili kwa mwaka. Na ili ujiunge na Mossad unatakiwa uwe na uwezo mkubwa sana kuanzia kisaikolojia, uwezo wa akili, uwezo wa kikompyuta na vingine vyote ambavyo wanavihitaji moja kati ya mashirika maku sasa hivi duniani ni Mossad. Nambari mbili imekamatwa na shirika moja la kutoka nchini Uingereza linalojulikana kama M16, hii hapa ni Secret Intelligence Service, ambayo makao yake makuu yapo katika jiji kuu la nchi hiyo London. Uingereza ndiyo taifa la pili duniani kuanzisha taasisi ya ujasusi baada ya Ujerumani, ambapo kabla ya hili zilikuwepo taasisi nyingine zilizotangulia na zilionekana bado hazifanyi kazi ipasavyo, na ndipo mwaka elfu moja mia tisa na tisa ikaanzishwa SIS, yani Secret Intelligence Service, ikichukua nafasi ya M15. Mkurugenzi mkuu wa huduma ya ujasusi ya Uingereza mpaka hivi sasa unavyozungumza ni Bruce Methewell, huyu ni mwana ambaye aliteuliwa rasmi mnamo Oktoba mosi mwaka huu 2025 na akichukua nafasi ya Sir Richard Moore. Methwel ni mwanamke wa kwanza kabisa kushika wadhifa huu katika historia ya miaka 116 ya uwepo wa shirika hili la Uingereza. Inakadiriwa kuwa na waajiriwa wapatao 5000 ndani ya nchi hiyo hadi hivi sasa na serikali ya Uingereza huidhinisha bajeti ya paundi zipatazo bilioni tano kwa huduma ya ujasusi wa shirika hili pekee. Nambari moja imekamatwa na shirika kutoka nchini Marekani, moja kati ya shirika lenye kufanya uharamia zaidi duniani. Kokote kule ambako Marekani inahusika na operesheni zake, basi ni taarifa kwa kutumia CIA ambayo inashirikiana na mashirika mengine tanzu kama FBI na mengineyo mengi. Shirika hili la ujasusi la CIA linalojulikana kwa kirefu Central Intelligence Agency, ni huduma kuu ya ujasusi wa kigeni ya Marekani ambayo ina mtandao wa kimataifa usio na kifani. Pia inajulikana kwa ufuatiliaji wa hali ya juu na shughuli za siri na ina jukumu muhimu katika sera na usalama wa kigeni wa taifa hilo la Marekani. CIA ilianzishwa mwaka 1947 kurithi nafasi ya iliyokuwa Office of Strategic Service, yani OSS ambayo ilikuwa shirika la kwanza kabisa la ujasusi wa Marekani lililoanzishwa wakati wa vita ya pili ya dunia lakini lilifeli. Jitihada za awali za ujasusi na upangaji wa ujasusi wa Marekani zilifanywa na jeshi na ofisi ya upelelezi ya shirikisho, yani FBI. Zilikumbwa na matatizo ya kujirudia rudia, ushindani na ukosefu wa uratibu, ambayo yaliendelea kwa muda mrefu, na wakati huo rais wa nchi hiyo alikuwa ni Franklin Delano Roosevelt akaiunda OSS, lakini haikutosha, na ndipo mwaka 1977 ikaundwa CIA ambayo ilikuja kumaliza matatizo yote yaliyokuwa inaisumbua Marekani kwenye masuala ya kiintelijensia. Marekani ilikuwa ni nchi ya mwisho kati ya mataifa makubwa kuanzisha shirika la ujasusi la raia linalohusika na ukusanyaji wa taarifa za siri kwa watunga sera. Hakika kabla ya mwaka 1972 nchi hiyo haikuwa na shirika lolote la ujasusi la kiraia. Taarifa zilikusanywa kwa njia isiyo ya kimfumo na ofisi ya ujasusi wanamaji na ujasusi wa jeshi la Marekani na FBI. Taarifa zilizokusanywa hazikushirikishwa mara chache na mashirika mengine ya serikali, na wakati mwingine hazikutolewa hata kwa watunga sera wakuu. Kwa mfano, kwa sababu ya ushindani kati ya ofisi za ujasusi za jeshi na jeshi la majini ambazo hazikutaka kuhatarisha usalama wa taarifa zao, rais wa Marekani wakati huo Franklin Delano Roosevelt hakupewa taarifa nyeti kuhusu Japani katika miezi kabla ya Japani kushambulia bandari ya Pearl mnamo Desemba 1941, hali iliyopelekewa pia miaka kadhaa baadaye kushambuliwa kwa Japani Hiroshima na Nagasaki 1945. Makao yake makuu ya shirika hili la CIA yapo katika eneo la Langley katika jimbo la Virginia na limeendesha operesheni za maana pengine kama ulikuwa hujui, CIA ndio walioongoza hadi alipo Osama bin Laden mwaka 2011 baada ya kutafutwa kwa muda mrefu. Na uharamia mwingine duniani unaohusu Marekani huongozwa na CIA. Inasemekana bajeti yake kwa mwaka hukadiriwa kuwa ni dola za Kimarekani bilioni 20 kwa miaka hivi karibuni, yaani huelekea kuchukua robo ya programu zote za ujasusi za taifa la Marekani. CIA inakadiriwa kuwa na waajiriwa wapatao 25,000 Marekani na maeneo mengine duniani. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.